Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025, mkoa wa kusini Pemba. Mkoa wa kusini Pemba wenye ukubwa wa kilomita 332 na wakazi wapatao 271,350, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Katika sekta ya afya Chama cha Mapinduzi CCM, kupitia ilani yake ya mwaka 2025 2030 kimeahidi kuendelea na miradi ikiwemo kujenga hospitali ya mkoa, kuboresha maabara maalumu ya afya jamii, yaani ZPHL, iliyopo Chake Chake Pemba, ili iweze kuchunguza maradhi mbalimbali ikiwemo ya mripuko. Kukamilika kwa miradi hii kutarahisisha Kugundua kwa haraka visababishi vya magonjwa, kutazuia kuenea kwa kasi kwa maradhi hatarishi katika jamii, kuongeza kasi ya utoaji wa matokeo ya vipimo ambapo kutarahisisha matibabu ya wagonjwa, kuchangia katika mipango ya afya ya Taifa ambapo taarifa zitasaidia kupanga na kutekeleza sera na mikakati bora ya afya. Aidha, upatikanaji wa huduma bora za afya na kupungua kwa msongamano wa wagonjwa katika hospitali ya Abdalla Mzee sambamba na kupunguza changamoto kwa wananchi ya kusafiri masafa marefu ya kufuata huduma. Oktoba tunatiki.